Citizen Nairobi. Na kundi la kinamama wazee katika kaunti ya Nandi limeanzisha timu ya soka inayojulikana kama Tegat Grannies Football Club. Timu hiyo inatumia mpira uh, wa miguu kama njia ya kuimarisha afya ya mwili na kukabiliana na maradhi yanayoambatana na, na uzee. Mwanahabari wetu Daniel Korir alitangamana na kinamama hao na kutuandalia taarifa inayofuata sasa <todicling> ni hali ya furaha na vicheko katika uwanja wa tegat kaunti ya nandi hawa hawasi wachezaji wa kawaida bali ni wakinamama wazee wenye umri wa zaidi ya miaka 60 wakionyesha kwamba umri si kikwazo cha kuwa na afya njema timu hii ya tegat grannies football club ilianzishwa kwa nia ya kuhimiza mazoezi ya mwili kama njia ya kuepuka maradhi kama shinikizo la damu kisukari na changamoto za kiakili Uh, mimi nilikuwa nagonjeka kila saa. Nilikuwa hata nimesumbua kijana yangu kila saa. Uniletee ya kusukua. Uniletee tablet nimesemwa makoti linisumbua na mkongo. Lakini tangu wakati nilikuja hii mchezo hii ya Grannies, sasa ina lala kabisa nywe kama mtoto mdogo. Kwa sababu ya tunakuja kwa mpira, tunacheza mpira, tunafanya mazoezi yote. Hata nikifanya sasa mazoezi hata kufanya namna hii na kukuja namna hii, mimi nafanya yote. Watu wote wanashangaa, ni Klara kweli? Ni mimi. Vile tulianza tulikuwa wachache, tulikuwa wamama karibu watano, lakini hivi sasa tuko na teams karibu tatu. Tuko na Tegat, tuko na tuko na zingine ziko hapa hivi Kapkangani, tuko na Senetwet. Kila wanapokutana kwa mazoezi wanajipima shinikizo la damu na uzito kabla ya kucheza, hatua wanayoeleza kuwa imekuwa muhimu katika kufuatilia afya zao na kuchangia pakubwa katika kuimarisha afya ya akili na kuondoa upweke unaowapata wazee wengi vijijini. Kufanya masaji, napimia pressure, blood pressure, niko na, na mashini yangu hapa, natembea na ointments, kina mama wakiumia kidogo mimi ndio huyo nasaidia hawa. Napimia blood pressure kabla hawajaanza kucheza, tena wakimaliza kucheza napimia hawa tujue kama pressure yake imeenda juu ama imepaki constant. Kwa sasa Tegat Grannies Football inapangia kupanua shughuli zake za kuanzisha kampeni za uhamasisho kuhusu maisha yenye afya miongoni mwa wazee katika maeneo mengine ya Nandi. Sasa wamama wale, muko nyumbani mnaomba nyinyi mitokese mcheze mpira ili nyinyi mupone yeah, kuliko kila siku nasema mkongo mukuu munaenda hospitalini si kutibiwa kila siku, lakini ukikucha hii mpira utapona. Mkitupea uniform mtupee yeah, mpira, mtupee viatu, Akranis, tutasemaje? Sisi tutafurahi, yeah. Na hata hiyo bado ni afya, yeah. Yeah. Mama hao huja hapa kila siku ya Jumanne na Ijumaa kufanya mazoezi kama njia moja ya kuimarisha afya yao. Daniel Korir, runinga ya Citizen kutoka shule ya msingi ya Muslim jini Kapsabet, County ya Nandi.